Pokea hilo neno lako katika jina la Yesu. Namba mbili, namba mbili. Neno la Mungu, neno la Mungu ni chombo. Neno la Mungu ni chombo kinachosafirisha nguvu za Mungu katika hali yako. Neno la Mungu ni chombo kinachosafirisha nguvu za Mungu katika hali yako. Maana yake ukikimbilia neno ukalipata neno, umepata chombo ambacho kitasafirisha nguvu za Mungu kwenda kwenye hali yako. Tunaenda pamoja. Yesu aliomba siku arobaini, siku arobaini. Kwa hiyo alikuwa amejaa upako wa kimaombi, lakini pamoja na kwamba amejaa upako wa kimaombi, anakutana na mjaribu anamjaribu Yesu. Hakumkemea shetani, alichofanya alilitumia neno kumshinda shetani, akamwambia shetani, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Maana yake nini? Neno limebeba likisafiri kwenda kwenye hali yako, imebeba nguvu ya ushindi. Lazima ukashinde kwenye hiyo hali. Shetani haogopi kufunga kwetu, haogopi kiwango cha maombi tulicho nacho, anaogopa kiwango cha neno tulilonalo. Kwa hiyo ukilipata neno, umepata nguvu kwa sababu neno ni kisafirishio cha nguvu za Mungu zitakazoenda kupambana na hilo neno. Watu wengi tu nakuwa kwenye vipindi vigumu, hatulitumii neno kushindana na hiyo hali, matokeo yake tunatafuta kutumia maombi, kutumia vitu. Aa, tumia neno, piganisha hiyo hali yako na neno, kwa sababu neno limebeba nguvu ya Mungu. hali yoyote ile, tafuta neno utakalosimama nalo, neno utakalopiganisha nayo hiyo hali. Kazi ya maombi ni kukuza imani yako, lakini kitakachokupa ushindi ni neno. Ndio maana nilikuambia hapa, kanuni ya muujiza ni neno jumlisha imani sawasawa na muujiza. Maana yake lazima upokee neno litakalozaa imani yako, hiyo imani ndio itakayopelekea ushindi wa kwako. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Nataka tuombe kwa hizi dakika kumi, mwambie Mungu tunaomba kwenye vipengele viwili Naomba neno ambalo ni roho itakayoenda kupambana na roho inayopambana na mimi. Ukiona unapigwa vita kazini, huyu mtu anayekupigia vita kazini sio yeye, kuna roho iko ndani yake. Kwa hiyo uhitaji kumpiga ngumi, au hitaji kumtukana Hauhitaji kumchukia. Unachohitaji ni kutafuta neno litakalopambana na hiyo roho iliyoko ndani yake. Ukiona unapata hasara kwenye biashara, ni roho. Ukiona hauna upa, upati mauzo mazuri, biashara ngumu, kuna roho. Solution sio kwenda kuchukua mkopo Solutions akwenda kwa waganga, tafuta neno, tafuta neno. Ukipata hilo neno, litapambana na hiyo roho. Ukishalipata hilo neno, ndio maana okay, wewe niulize swali hapo. Wafanya biashara, mnipigia mkono, nani analo neno la kwenye biashara yake kwa mwaka 2025 sha mkono una unapambana vipi? baba kusa biashara yangu no. Yaani maana yake hii biashara yako ilitakiwa iwe na neno lake maalum, ambao kabla hujafungua unalitamka hilo neno kwenye malango ya biashara yako unapokuwa dukani unalitamka maana yake hilo neno litapambana na roho yoyote. Kila siku kuna roho inayoibuka ya kupambana na wewe everyday. Shetani sio mjomba wako, ndo maana ukienda kwenye maduka ya wengine ya wenzetu unakuta kila siku anawasha udi. Sisi tumeshuhudia. Kwa nini? kila siku akifungua tu anawasha. Leo hapa, alafu aseme ah. Yaani, kuanzia leo, nenda ndani saa hivi kutoka hapa, tafuta neno la biashara yako, neno la Mungu, mstari umeshika. Makufuli pale, unafungua makufuli ya duka lako, tamka hilo neno uko dukani pale, ume unasubiria wateja, tamka hilo neno. Hao wateja wamekuja, kimoyomoyo, tamka hilo neno, kwa sababu si kila mteja anayekuja pale kununua anakuja kununua kweli, wengine wanakuja kuharibu. Kwa hiyo hilo neno linapambana. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili, tutaomba hilo neno kama nguvu, kama ki, ki, chombo kinachosafirisha nguvu ya Mungu katika hali ulionayo. Bwana Yesu asifiwe! Kuna mtu amenielewa, kuna mtu kanielewa. Hebu kama amenielewa mpigie Bwana makofi na vigelegele, alafu simama, simama kwa miguu yako. Ukishapata neno ukishalielewa neno umemaliza kila kitu, shika, tuna sadaka yako, tutaunganisha moja kwa moja kwenye maombi. Nataka umwambie Mungu, naomba neno ambalo ni roho ya kupambana na hali ambayo inonitesa la kuniondoa hapa nilipokwama, la kuniondoa hapa ninakopitia. Nyanyua mikono yako kusema e, hey, Mungu Baba, katika jina la Yesu, nimekusikia asubuhi ya leo na nimekuelewa, na nimekuelewa ya kwamba Bwana, ili nitoke katika hali yoyote ninayoipitia katika maisha yangu ninahitaji neno la kunitoa hapa, maana hata neno linasema neno la lilipoadia neno la Yusufu lilipoadia, mfalme akatuma mtu akamfungua. Hilo neno lako likija kwangu litanifungua kutoka kwenye kifungo chochote nilichokifunga. E Bwana, umesema mwenyewe katika kitabu cha Yohana sura ya sita mstari wa 63 ya kwamba neno lako ni roho, maneno unayotuambia ni roho, tena ni uzima. Asubuhi ya leo, E Bwana, ninaomba neno, ninaomba neno ambalo ni roho itakayopambana na roho yoyote nyuma ya tatizo langu nyuma ya ugumu unaokutana nao nyuma ya hasara kwenye biashara nyuma ya vita kazini na popote pale, e Bwana, naomba hilo neno ambalo nikisafini chombo cha kusafirisha nguvu zako kwenda kwenye hali niliyonayo, ninayopitia kama ambavyo ulimpa Petro neno ambalo lilibadilisha mazingira ya kukosa kuwa mazingira ya kupata. E Bwana, niachilie hilo neno mimi na hilo neno kwangu kwa, kwa damu ya Yesu. Embo omba omba omba Bwana akupe hilo neno Bwana akupe hilo neno, neno ambalo utasimama nalo neno ambalo litakuwa roho itakayopambana na roho yoyote ambayo iko nyuma ya tatizo la kwako, ambayo iko nyuma ya kukwama kwako, ambayo iko nyuma ya maangaiko yako. Hiyo neno ambalo litapambana na roho ambayo iko nyuma ya Goliati wa kwako, ili ushinde, unahitaji hilo neno, ili umshinde Goliati unahitaji hilo neno kwa damu ya Yesu.

Bibilia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Unapolipata neno umepata nguvu za Bwana, maana ndani ya neno iko nguvu ya kukushindia, iko nguvu ya kukupigania, iko nguvu ya kuhakikisha ulinzi wako, ya kuhakikisha ushindi wako hapo kwenye hiyo ofisi na kwenye hicho cheo. O oh, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea nini takupa ushindi ni neno la Bwana o oh, utakalolipata wa kulikiri na kulitamka na kulituma. Biblia inasema hulituma neno, huwaponya, huwatoa katika maangamizi ili Mungu akushindie akuponye, o oh, akutoe kwenye maangamizi. Anatuma neno kwako, mwambie Bwana, ninaomba neno, tuma neno lako sasa, linitoe kwenye maangamizi. Ninaomba neno la kwango kwa ajili ya hii vita ya biashara. Ninaomba neno la kwango kwa ajili ya hii hali ya kutokuwa na mauzo, kwa kutokuwa na mauzo kwenye biashara. Mwambie Bwana, ninaomba neno kwa ajili ya hii migogoro kwenye ndoa yako. Mwambie Bwana, nipe neno litakalo pambana na hii roho inayoleta migogoro. Kwa damu ya Yesu rapaka utayaposa. Mwambie Bwana akupe neno oh, aku akupe neno akupe neno litakalo saidia miradi yako litakalo inua miradi yako litakalo ondoa mauti kwenye miradi yako, akupe neno vitakalotoa mauti kwenye maisha yako vitakaloondoa mauti kwenye afya kwenye afya. Mwambie Baba, nipe neno nipe neno nipe neno nipe neno katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, tuma neno e Bwana, tupe neno. Kila mtoto wako hapa, mpe neno la kwake. Ninaamini umeshaanza kupokea. Kama umepokea hilo neno, kuna mstari umekucha anza kulikiri hilo neno, anza kutamka huo mstari. Kuna watu hapa wameshapokea, wameshapokea kuna neno limekuja ndani yake, kuna neno limekuja ndani yake. Anza kulikiri, anza kulikiri, anza kulitamka, piganisha hilo neno na hali ulionayo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nijapopita katika ponde la ufole wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana uko pamoja nami. Watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Mimi niko pamoja nawe, mimi niko pamoja nawe. Hapana mtu atakayesimama mbele zako daima. Kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Uwe na moyo mkuu na moyo wa ushujaa, kamaana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi niliyowaapia baba zako. Kitabu hiki cha Torati ondoke kinywani mwako, yatafakari maneno yake mchana na usiku, maana ndivyo utakavyofanikiwa kwayo. Katika jina ya Yesu, Baba, pokea na sadaka hizi, hii sadaka hii, Mwana, tunaitoa katika madhabahu yako. Hii sadaka ni maalum kwa ajili ya neno ambalo tunalipokea hapa, tumelipokea hapa, neno la kutuvusha, neno litakalopigana na roho iliyoko nyuma ya mahangaiko, Yesu, na mateso na maumivu, neno ambalo ni chombo cha kusafirisha kuvu zako zitakazopambana na hali, sadaka inayotamka maneno kitoka kwenye mioyo yetu inayosema, Bwana mimi na neno langu, nipe neno la kwango ambalo litanishindia. Tunapotoka hapa, Yesu tupe neema yako, uso wako uende nasi, ukatupe raha, ukatuponye na malipizi na visasi hilo neno ulilotupa likafanye kazi, likatende kwenye biashara, likatende kwenye kazi, kwenye ndoa na kwenye kila eneo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na watu wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi mengi. Kuna watu mmeshaanza kupewa hilo neno, endelea kulikiri, endelea kulikiri, litume lipiganishe na hiyo hali unayopitia. Karibu Baba Mchungaji. Kwa maombi haya tupokee baraka za Mungu wetu. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amin. Karibuni tumtolee Mungu wetu, ni kuombe na kusii alika rafiki yako, ndugu yako katika juma hili la pekee kabisa kupokea mafundisho haya yakiwa msaada katika maisha yako yote, tafadhali itumie nafasi hii pekee kabisa, ni mpango wa Mungu ili wewe upate kufaidika kupata mafundisho haya ya kiroho. Bwana akubariki, na jipatie nakala, zimebaki nakala mbili sasa. Aa, jipatie nakala mtu wa Mungu na Bwana akubariki. Karibu asubuhi, mchana, karibu jioni.